Lakini, sasa wewe mgonjwa anakuja kwako amepata kichaa cha mbwa, unaanza kumwambia shangazi yako ndio kakuroga wewe, huoni kwamba unaleta shida? Si ni shida hiyo? kwa hivyo, kwa hivyo, ramli chonganishi tujiepuke nayo. Wewe mtibu mgonjwa, kama unaona kwamba huyu shangazi yake ndio kamletea shida, usimwambie, mtibu, mpe kinga, maisha endelee, kwamba yule shangazi akija tena kumroga atakuta yeye ana kinga. Kwa hivyo, ataweza kuingia kwako. Si ndio? Hey, kwa hiyo ramli chonganishi msifanye hivyo, hata kama unajua huyu mtu, si waga tunasoma sijui nyota na nini na nini. Wewe wiwesoma tu kwamba we wewe, bwana wewe, mjomba wako ndio kaziba nyota yako, lakini sasa usimwambie kwamba mjomba wake ndio kaziba nyota yake. Msafishe nyota, alafu mwache aende zake. Upendo kati yake na mjomba wake utaendelea, hawatagombana, si ndio? Amani kwenye familia itakuwepo si ndio, eh? Na, na amani Tanzania itaendelea kuwepo. Wewe ukimwambia kwamba mjomba wako ndiyo akakufanyia hivyo, ataenda kuanza vurugu na nani? Unadhani ni yeye peke yake ndiye anaanza kuanza vurugu? Ana mke, ana watoto si ndio? Na ana watu wengine wanaomzunguka. Wale watu watamchukia mjomba. Mjomba naye na watu wake wanaomzunguka, ana mke, ana watoto, ana nini ana marafiki. Kutakuwa na ugomvi sasa, vurugu kubwa ni kwa sababu ya neno hili kutoka kwa nani? Ambaye mganga, kazi yako ni kutibu na kuagua, sio kuleta taharuki kwenye jamii. Kwa hivyo wewe ukijua siri yako hiyo, ndio maana tunasema tiba ni siri, siri ni sehemu ya tiba hata sisi pia tunatunza siri na tunaapa kiapo cha siri kutunza siri za nani? Nao. na wewe pia ni mtaalamu wa tiba, tunza siri za mgonjwa wako. Tumeelewana? tunza siri za nani, za mgonjwa wako. Mtibu, umejua tatizo kanalo, unajua kisababishi. Kama ni kisababishi cha kuzuilika, bwana, wewe wewe umeumwa na typhoid, kwa hivyo usinywe maji ambayo hayajachemshwa, mwambie kama unaona kwamba hii tatizo inaweza kuna mkono wa mtu, ha, ha, usimwambie hapa kuna mkono wa mtu. Atakuuliza, mtu gani? Eh, niambie nani ambaye amesababisha hivi <laughs> naoya eh? Nikapambane naye sasa. Ujui anaenda kupambana vipi, anaenda kuchukua panga, anaenda kumchinja mwenzake, tayari umesababisha kifo.